Mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Nang'oma eneo bunge la Matayos kaunti ya Busia, sasa amejitangaza na kujitawaza kuwa Maria mama wa Yesu. Mama huyo Judith Nafula alijitawaza baada ya kudaiwa kufurushwa nje ya kanisa Katoliki la Launya kwa madai ya kufanya miujiza kwa waumini wa kanisa hilo. Judith anasema alikuwa muumini wa kanisa Katoliki kwa miongo kadhaa na baada ya kuondoka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 limekuwa gumzo katika mitaa na vijiji eneo nzima la Matayo. Boma lake limegeuka na kuwa kivutio cha watalii wa ndani na nje ya nchi wanaotaka kufahamu kinachoendelea kwa Maria mama wa Yesu. Judith anasema aliitwa na muumba wake ili kuwahubiria watu na kuwajuza habari ya Yesu Kristo. likuanga pale mwezi nashuka chini, inanionyesha kila kitu.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 sasa sauti ikaanza kutoka kutoka, nikaona anaamuka akaamuka, kwa sababu alikuwa anaita Maria, Maria, Maria, mdomo tatu, ndio akamu akamuka akaji akauliza ni nani Maria, na ile sauti kamji kamjibu. Kwa hivyo mimi nilisikia, tulikuwa wawili, mimi nilikuwa nasikia, mimi nilikuwa nasikia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 alafu Abwire yangu ya nyumbani, alafu Wegulo. Wakaniambia wewe sahi ni Joseph, wewe ni baba wa ulimwengu, na nitaleta hapa watu no wale usutupe mtu yeyote ambaye anakuja hapa kwa usaidizi, nosifungie mtu mlango. Sasa mimi nikastuka, nika nilistuka, sikujibu hiyo tena. Akarudia mama akamwambia wewe ni Maria, wewe ni mama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 na mimi nilikosa wapi? kaniweka pale aliponiweka hapa, alilia midomo tatu. Wanakijiji wametaja upako wa mama huyo kuwa kipekee na wenye manufaa kwa eneo hilo, wakisema unabii wake ni wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ta unyumbani, watu wameanza kumjua na wawoto wamerudi, wameanza kujua kweli ile ilikuwa ni kipawa. Yani wengi wamepona, anye wali walikuwa wazai, wakaanza kuzaa kuna boma yenye alienda akaombea, kama wa vijana hawazai, hawapozi wa wanawake wa, akawaambia kwanzia leo kila mtu afanye nini, atafute bibi na walipata wali wabibi, wameshazaa watoto, wameleta mbuzi wa, wa, walileta ndama mbili. Judith vilevile amepuuzilia mbali madai kutoka kwa baadhi ya watu wanaosema amepagawa kiakili. Watu hata walienda wakanistaki kwa chifu wakaambia yeye, akuja ambie bwana wangu anikataze kusumbua watu na makelele usiku. Hmm. Nilipomwambia aliwaambia kama nyinyi mko na nguvu, mwambie pia. Mi nimeogo nimeogopa, but ni kwanga nalala. Kwa hiyo mlima mwezi inashuka chini inanionyesha kila kitu. Ikifika asubuhi, anakuambia Maria, enda ambia kwa watu Yesu wa Nazareti anapita sasa. Ni kwanga nikiongea hiyo kitu, wanasema mi ni mwendazimu Bwana alinua majini akamwekea, wengine wanasema ni misambwa. Hivyo tu kwa miezi miwili nikilala hapo. Kujitawaza kwa mama huyo kama Maria mama wa Yesu kunakuja wakati serikali ikiendelea kujizatiti kudhibiti baadhi ya madhehebu yanayoeneza mafunzo ya imani potofu. Kevin Sewe Mwanzo TV. <mulia>